Rais William Ruto leo ametoa zaidi ya nyumba elfu moja mpya kwa wakazi wa mtaa wa Mukuru, kaunti ya Nairobi. Nyumba hizo zimejengwa chini ya mpango wa nyumba za nafuu za serikali, kwenye hatua ambayo Rais Ruto ameitaja kuwa ya kihistoria. Mwanahabari wetu Willy Lusige anaeleza mengi. Kwa nyimbo na shangwe, ilikuwa ni siku ya furaha na matumaini kwa wakaazi wa mtaa wa mabanda wa Mukuru, huku Rais William Ruto akikabidhi rasmi nyumba elfu moja na themanini kwa wakaazi wa eneo hilo. Mradi huo ni mojawapo wa mpango wa makaazi nafuu unaotekelezwa na serikali kupitia ufadhili wa makato ya ushuru wa nyumba kwa wale wote waliopata nafasi ya kuwa wa kwanza kuitika, kuingia katika makao haya nasema pongezi kwenu. One Id One Home policy ensures every Kenyan has a fair chance to own a home under this program. Sisi kama wabunge wa Nairobi tuna support broad based, na tunakusupport kabisa kama rais wetu, na tunasema kumi bila break. Mradi wa Mukuru ambao umejengwa kwenye ardhi ya ekari 41 unajumuisha ghorofa 88 zenye jumla ya moja, nane, nyumba 1300 wamiliki wa nyumba hizo hususan zile za kiwango cha chini zaidi watakuwa wanalipia shilingi elfu tatu mia nane kila mwezi kwa kipindi cha miaka thelathini kupitia mpango wa ununuzi kwa kukodi. Nimepata studio na ni kubwa juu inatosea kiti inatosea nini, kitanda meza, tuko comfortable. Yeah. Na tumefurahia. Mbali na kutoa makazi ya bei nafuu, serikali ikisema mradi huu umewapa fursa ya kipekee ya ajira mafundi wa jua kali na vijana ambao wamehusika na ujenzi wake Fikia sasa zaidi ya nyumba laki moja na elfu hamsini zinajengwa kote nchini katika zaidi ya maeneo mia mbili. Ndio iwezekane kazi hii, uwabariki Mwenyezi Mungu, ubariki kazi zao. Wili Lusige, runinga ya Citizen, Nairobi. Katika jina la Yesu tumeomba, na sote tuseme Amen.